bara la afrika inakadiriwa kuwa na takribani watu bilioni moja nukta thelathini na sita ambapo baadhi ya nchi za afrika zina idadi kubwa zaidi ya watu kwa mfano nigeria ambayo inakadiriwa kuwa na takribani watu milioni mia mbili kwa mujibu wa taarifa nigeria itakuwa na watu takribani milioni mia saba tisini wanaoishi ndani ya mipaka ya nchi hiyo mpaka mwaka elfu mbili na mia moja kwa hakika idadi ya watu barani afrika inaendelea kukua kwa kasi kubwa hasa kutokana na viwango vya juu vya uzazi ambavyo ni vya kawaida katika nchi zinazoendelea. Hata hivyo, pamoja na wingi huo, idadi ya watu katika baadhi ya nchi lakini pia kuna baadhi ya nchi barani humu ambazo zina idadi ndogo zaidi ya watu ukilinganisha na baadhi ya nchi zilizopo katika bara hili la Afrika. Ifuatayo ni orodha ya top ten ya nchi zenye idadi ya watu wachache zaidi barani Afrika, kwa kuanza nambari kumi hadi nambari moja. Nambari kumi katika nchi hizo imekamatwa na taifa la Lethoto. Lethoto imezungukwa na nchi ya Afrika Kusini, yaani ipo katikati ya taifa hilo. Licha ya kuwa na eneo la kilomita za mraba elfu thelathini na mia tatu sitini idadi ya watu wa ufalme huo mdogo kwa kusini mwa Afrika inakadiriwa kuwa ni milioni mbili laki moja ishirini na tano elfu na mia mbili sabini. Sababu mojawapo inayoweza kurudisha nyuma idadi ya watu katika taifa hilo ni kiwango cha juu cha vifo vya watoto wachanga nchini humo ambapo ni inafikia hadi asilimia nane nukta tatu kwa mwaka. Sababu nyingine inaelezwa kuwa ni kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hakika karibu nusu ya wanawake walio chini ya umri wa miaka arobaini katika maeneo ya mijini Lesoto wana ukimwi. Hata hivyo umri wa mtu kuishi ni mdogo sana ukiwa ni miaka 42 pekee. Taifa lingine linalofuata nambari 9 ni Guine Bisau. Nchi hiyo iko katika pwani ya magharibi ya Afrika magharibi kati ya Guine na Senegal. Idadi ya watu wake ni milioni 1,920,920 na eneo lake lote la ardhi ni kilomita za mraba 28,120. nusu ya idadi ya watu wa nchi hiyo wanaishi katika eneo la pwani kutokana na utajiri wa uvuvi uliopo katika eneo la eneo hilo. Nambari nane imekamatwa na Guine ya Ikweta. Nchi hiyo ipo katika Afrika ya kati inayojumuisha eneo dogo lililo kati ya Gaboni na Kameruni pamoja na kisiwa cha Bioko kilichopo katika ghuba ya Guine karibu na pwani ya Kameruni idadi ya watu wa Guinea ya Ikweta inakadiriwa kuwa milioni moja laki tatu hamsini na tano elfu na mia tisa tisini jambo linaloendana na, na ukubwa wa eneo la nchi hiyo. Eneo lake la ardhi la ni kilomita za mraba ishirini na nane elfu na hamsini. Nambari saba imekamatwa na taifa la Morishas. Hii ni nchi ambayo ni visiwa iliyoko katika bahari ya Hindi, mashariki mwa Madagaskar. Idadi ya watu wake ni milioni moja laki mbili sitini na tano elfu mia saba na kumi. Morishazi ina uchumi ulioendelea zaidi ikilinganishwa na nchi nyingine za bara la Afrika, jambo linaloweza kuelezwa kuwa ni kiwango cha ukuaji wa idadi ya watu ni kidogo, ambayo ni asilimia sufuri nukta nne tu kwa mwaka. Inakadiriwa kuwa idadi ya watu wa Mauritius itakoma kuongezeka kufikia katikati ya miaka ya elfu mbili na hamsini na kisha kuanza kupungua zaidi. Nambari sita imekamatwa na taifa la Eswatini, zamani kilijulikana kama Swaziland. Eswatini iko kusini mwa Afrika, imepakana na Afrika Kusini kaskazini magharibi na kusini mashariki ni Msumbiji. Idadi ya watu wa Eswatini inakadiriwa kuwa ni milioni moja, laki moja, bana nane, elfu, mia thelathini na eneo lake la ardhi ni kilomita za mraba kumi na saba elfu mia mbili moja. Sababu ya nchi hii kuwa na idadi ndogo ya watu ni kwamba umri wa mtu kuishi ni mdogo sana, ambapo unatokana na angalau kwa kiasi na kiwango cha juu sana cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hakika, Eswatini ina kiwango kikubwa zaidi cha gza ukimwi duniani ambapo zaidi ya mtu mmoja kati ya watu wazima wanne nchini humo wana virusi vya ukimwi. Nambari tano imekamatwa na taifa la Jibuti ambayo ipo ukanda wa Afrika ya mashariki ng'ambo ya mlango bahari wa Bab Almandab kutoka Yemeni, kati ya Ethiopia, Eritrea na Somalia. Idadi ya watu wake ni takribani watu laki tisa sabini na tatu elfu mia tano sitini na eneo lake la ardhi ni kilometa za mraba ishirini na tatu elfu mia themanini Jibuti haina watu wengi sana ikilinganishwa na nchi za visiwa zilizotajwa hapo mwanzo. Karibu theluthi mbili ya wakazi wa Jibuti wanaishi katikati ya jina moja la jiji ikijulikana kama Jibuti site. Sehemu iliyobaki ya ardhi hutumiwa zaidi kwa kilimo. Nambari nne imekamatwa na taifa la Komoro, ambayo pia ni kisiwa, inajumuishwa visiwa vitatu vikuu. Iko katikati ya bahari ya Hindi kati ya pwani ya kaskazini mashariki ya Msumbiji na pwani ya kaskazini magharibi ya Madagaskar idadi ya watu wa Komoro ni laki nane hamsini elfu na mia nane tisini. Eneo lote la ardhi la nchi hiyo ni kilometa za mraba elfu moja mia nane sitini na moja jambo linalofanya kuwa ni nchi ambayo ina idadi ya watu wachache Afrika. Msongamano wa watu Komoro ni mkubwa ukiwa na takribani watu mia nne sitini na saba kwa kilometa moja pekee. Nambari tatu imekamatwa na taifa dogo pia la Kevede ambayo ni nchi ya visiwani iliyoko nje ya pwani ya Afrika magharibi hasa karibu na fukwe za Senegal na Mauri Britania. Idadi ya watu wa Kevede ni laki tano, abana tisa elfu na mia tisa thelathini. Kevede haina msongamano mkubwa sana wa watu kama Shelisheli -sheli ama Sautome na Prinsipali. Hata hivyo kama ilivyokuwa Shelisheli, Kevede imeendelea zaidi na ina uthabiti wa uchumi ikilinganishwa na nchi nyingi za Afrika, jambo ambalo linaeleza kwa nini kiwango chake cha ukuaji wa watu kwa mwaka ni kidogo, ambayo ni asilimia moja nukta moja tatu pekee. Kwa hakika inakadiriwa kuwa kiwango hiki kitakuwa hasi mpaka kufikia mwaka elfu mbili na sitini na moja kulingana na idadi ya watu kuzaliana kwa kiwango kidogo zaidi. Nambali mbili imekamatwa na taifa la Sao Tome na Principali. Nchi ya Sao Tome na Principali inajumuisha safu ya visiwa vidogo vidogo ambavyo ni viwili vikubwa ambavyo ni Sao Tome na Principali, na vingine vyote vimejumuishwa ndani ya nchi hiyo, iko nje ya pwani ya magharibi ya nchi ya Afrika ya kati na Gabon. Idadi ya watu wa Sao Tome na Principali ni laki mbili kumi na tano elfu na sitini pekee mojawapo ya msongamano huu mkubwa wa watu huenda ikawa ni kwamba sehemu kubwa ya nchi hiyo ina milima na maeneo ya volkano ambayo ni vigumu zaidi kwa watu kujenga ama kuishi. Hata hivyo idadi ya watu wa nchi hiyo inaongezeka kwa kasi kubwa zaidi ikilinganishwa na nchi nyingine, ambapo ni asilimia 2.6 kwa mwaka. Hii ni idadi kubwa zaidi, lakini kabla tujafika nambari moja, ni kupe baadhi ya nchi ambazo ni sehemu ya bonus, haipo kwenye hapa top 10, lakini ni miongoni mwa nchi zenye idadi ndogo ya watu barani Afrika ambayo ni pamoja na Eritrea. Hii ipo katika eneo la kaskazini mashariki mwa bara la Afrika, ambapo inatajwa kuwa na idadi ya watu milioni tatu. Hii ni miongoni mwa nchi zenye idadi ya watu wachache zaidi Afrika. Baada ya Eritrea ni kupe. Sasa nambari moja imekamatwa na taifa la Shelisheli. Shelisheli ambayo ni safu ya visiwa vidogo vidogo zaidi vilivyoko mashariki mwa bara la Afrika na kaskazini magharibi mwa kisiwa cha Madagaskar, ndiyo nchi yenye idadi ndogo zaidi ya watu barani Afrika ni watu ambao hivi sasa wanakadiriwa kuwa huenda wanafika laki moja tu wanaoishi katika nchi ama visiwa hivyo. Upungufu huu wa idadi ya watu kwa kiasi fulani unatokana na ukosefu wa nafasi. Kwa hakika eneo lote la nchi hiyo ni kilometa za mraba 460 pekee, jambo linaloifanya kuwa nchi ndogo zaidi barani Afrika. Hebu vuta picha, Tanzania ina ukubwa wa kilometa za mraba, yani ardhi yake ni karibia laki nane na kitu kuelekea laki tisa. Lakini kuna nchi ina eneo la 460, yani hata wilaya nyingine hazifiki hiyo za hapa Tanzania. Lakini msongamano wa watu nchini Ushelisheli ni takribani watu 400 ni takribani watu 214 kwa kila kilomita ya mraba, hali inayoifanya nchi hiyo kuwa na msongamano mkubwa zaidi wa watu. Zaidi ya hayo kiwango cha ukuaji wa watu ni asilimia 0.4 tu kwa mwaka. Kwa hakika kufikia mwaka 2047 inakadiriwa kuwa idadi ya watu wa nchi hiyo itaanza kupungua. Kukosekana kwa, kwa ukuaji wa idadi ya watu huenda kunasababishwa na pia ukweli kwamba Ushelisheli ni nchi inayoendelea zaidi ikilinganishwa na nchi nyingi nyingine za barani Afrika. Je, ulitegemea kuona kuna nchi ina watu ambao wafike hata laki moja? tuandikie maoni yako hapo. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.